Hali ya umeme katika mikoa ya kanda ya Kaskazini, na ninaposema kanda ya kaskazini ni eneo pana kidogo, lina, lina kava kwa kiasi kikubwa mkoa wa Kilimanjaro mkoa wa Arusha, mkoa wa Manyara, lakini pia lina extend mpaka mkoa wa Tanga na kwa kiasi mikoa ya, ma, ya kaskazini magharibi inaingia kidogo Mwanza na Mara. Katika mikoa hii ndipo sehemu ambazo gridi ya taifa iko very weak, ni dhaifu sana. Na mara nyingi grid gridi yetu inapo tunaita gridi sisi huku kwenye umeme tunaita gridi imetoka, ndio msemo ambao umezoeleka gridi imetoka, au gridi imezimika, mara nyingi inaanzia mikoa hiyo, ndio isema mara nyingi inasababishwa na upande wa kaskazini. Kwa nini? kwa sababu kuna udhaifu wa ile grid katika mikoa hiyo, ambayo nitauelezea ni nini na ni kwa nini umeme tunataka kuuingiza pale. Tunaona ni tiba ya jambo ambalo linasumbua kwa sasa. Sasa mfumo wa umeme una vitu zaidi ya kimoja. Kwanza una kiasi cha umeme ambacho huku kwetu tunakipima kwa watts au kilowatts au megawatts kutegemeana na wingi wake. Sasa kwenye gridi ya taifa mara nyingi tunaongea kwa megawatts kwa sababu ni mwingi. Sasa hicho ni kiasi, lakini ya pili, kuna vipimo vinavyopima ubora wa huo umeme, na hivi hapa ndio vitu utasikia tunazungumza juu ya volt, volti ngapi au kilovolt ngapi. alafu kuna vitu vingine utasikia wanasema MVAR ngapi. Hivyo vinazungumza juu ya ubora wa ule umeme, vars ngapi sasa na kwa wale mliosoma hesabu umeme ni vector. Kama mnakumbuka mahesabu yale ya zamani mliokuwa mnasoma umeme ni vector. Na unapojumlisha umeme unapo mana ni tofauti unavyojumlisha namba za kawaida. Ndio maana nyumbani kwako ukiwa na single phase ni volt mia mbili ishirini lakini ikiwa three phase ni volti ngapi, ndugu zangu mnaotumia umeme? Ni volt mia nne Haziwi 660. Huchukui mia mbili ishirini mara tatu ukapata 660, kwa sababu hii ni vector, haijumlishwi hivyo. Ndio maana ikiwa single phase 220, ikiwa three phase 400, umeme ni vector. Yani, unapo, unaposafiri unaangalia direction na unaangalia xy. Ni umeme kidogo sana, yani umeme tunasema tunataka kuingiza Arusha kutoka nje sio mwingi, ni kidogo ni megawati mia moja. Kumbuka, nimesema uzalishaji wetu ni megawati ngapi? elfu tatu mia saba tisini na sita, karibu elfu nne, lakini tunataka kuingiza pale Arusha ni megawati mia tu. Umeme tunataka kuingiza Arusha ungekuwa wenyewe tu usingetosha mahitaji ya Arusha, au rather mahitaji ya kanda ya kaskazini. Mahitaji ya kanda ya kaskazini ni karibu megawati mia tatu, lakini tunachotaka kuingiza pale ni megawati mia tu kwa mkoa wa kwa mikoa ile ya kanda ya Kaskazini, changamoto kubwa iliyoko kule ni ya voltage. Voltage zinashuka, kwa hiyo voltage zinakuwa chini kuliko zinavyopaswa. Ndio maana unasikia mahali fulani watu wanasema taa inawaka kama nini kama kibatari. Ni kwamba umeme upo lakini voltage iko ndogo, na ndio tatizo kubwa sana ambalo tunalipata kwenye mikoa ile ya kanda ya Kaskazini. Sasa kinachofanya volti ziwe ndogo ni kwamba kuanzia pale umeme unapotokea, unapo mpaka unapofika kwa mtumiaji, endapo umbali ni mrefu sana, njiani kuna u, ule, ule, ile voltage zinakuwa zinapotea, zinapungua mpaka zinapofika zinakuwa zimepungua kwa kiasi fulani. Kuna kitu kwenye, kwenye nani huko kiingereza wanaita voltage drop. voltage drop inatokea kadri waya unavyokwenda umbali mrefu sasa. Kwa Tanzania, umeme wetu mwingi sana unazalishwa upande wa kusini. Kusini kwa maana, ukiangalia kaskazini kule, umeme mwingi unatoka kusini mwa, mwa mikoa ile ya kule. Umeme mwingi unatoka Dar es Salaam, unatoka mkoa wa Pwani kwa maana ya Rufiji, unatoka mkoa wa Morogoro, unatoka mkoa wa Iringa, huko ndo umeme mwingi wa nchi unakotoka. Na hivyo kama mteja yuko Manyara kwa mfano, Inabidi umeme huo usafiri kutoka mikoa hii ninayoisema uende mpaka Manyara, na ukiangalia inaenda mpaka kilomita 700 kwa baadhi ya maeneo. Kwa hiyo umeme unapofika pale voltage drop inakuwa imetokea njiani. Sasa kunapokuwa na voltage zimeshuka, kunakuwa na changamoto nyingine inayozaliwa. Changamoto hiyo ni upotevu wa umeme. Mahali popote ambapo voltage ziko chini, umeme unapungua, unapotea unapotea. Ukitaka kujua ukituma uki megawati mia kutokea hapo ulipo utuma, kama ni Dar es Salaam au ni wapi, tuseme ni kutokea pale Chalinze, ukaachia megawati mia zielekee Arusha au zielekee Manyara au Kilimanjaro, zitakazoenda zita kufika kule zitakuwa ni pungufu ya mia, zitapotea njiani. Sasa ili kutatua changamoto hiyo Jambo kubwa linalotakiwa kufanyika ni moja, kuweka chanzo cha kuzalisha umeme kwenye mikoa hiyo ya kaskazini. Kwa hiyo kuweka mtambo fulani wa kuzalisha umeme kule. Hilo ni jawabu la kwanza. Jawabu la pili ni kuingiza umeme kwenye mikoa hiyo kutokea mahali pengine, kutokea kwenye mfumo mwingine. Na kwa kesi yetu sisi tumepata uh, umeme ambao tunataka kuuingiza kutokea kaskazini na, na hasa kutokea Ethiopia. Makubaliano yetu tumefanya na nchi ya Ethiopia, kwa hiyo umeme utakuja kutoka Ethiopia utaingilia Namanga, na tuna, tuna, tunaona kwamba tukiingiza ule umeme pale mambo mawili yatatokea. Kitu cha kwanza ile voltage ambayo imeshuka ime sana. Neno voltage Kiswahili chake kidogo kigumu anaita msongo. Lakini msongo kwa wengine ni, ni ni gumu zaidi. Eh? Kwa hiyo nikisema voltage nadhani mnanielewa. Sasa so, zile voltage ambazo zimeshuka sana, ukiingiza ile megawati 100 pale zitapanda. Voltage itarudi normal. Eh? Itarudi kwenye kiwango chake. Na ikirudi tu kwenye kiwango chake, ule upotevu wa umeme unaotokea kwenye mikoa ile wote tutauokoa. Na naomba niwaambie hicho tu, hicho tu nilichokisema niwaambie, positive effect yake, ule voltage zile zikipanda, wananchi wa wanaolia low voltage wote watatulia, kwa sababu umeme kwenye majumba yao utarudi nomo, na kwenye mfumo mzima utarudi nomo. Hilo ndio jambo la kwanza litakalotokea.